Waziri wa Fedha wa Afrika Kusini Enoch Godongwana amepinga vikali madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini inatekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Wazungu yaani, Afrikaners. Akizungumza bungeni jijini Cape Town, Godongwana alisema ndani ya mazingira haya yenye migawanyiko, Afrika Kusini imeshtakiwa kwa uongo kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Wazungu na tumeonywa kuhusu vikwazo vya adhabu vinavyotokana na uzushi huu. Waziri huyo aliongeza kuwa tuhuma hizo zimeleta mvutano wa kidiplomasia na Marekani, ambaye ni mshirika wa pili mkubwa zaidi wa kibiashara wa Afrika Kusini. Madai hayo ya Trump yalitolewa siku chache kabla ya mkutano wa kilele wa G20 unaotarajiwa kufanyika Johannesburg tarehe 22 hadi 23 Novemba mwaka huu. Baada ya kutoa matamshi hayo, Trump alitangaza kwamba Marekani haitohudhuria kikao hicho na akasisitiza tena kwamba Afrikaners wanaoa nchini Afrika Kusini. Matokeo yake, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliongoza uamuzi wa kuondoa ujumbe wa Marekani katika mkutano huo. Waziri Godongwana aliwasifu baadhi ya Afrikaners waliojitokeza hadharani kupinga madai ya Trump akisema hatua yao ni ya kizalendo na ya ujasiri. Hawa ni wananchi wanaoelewa kuwa taifa hili limejengwa juu ya msingi wa umoja, si ubaguzi, alisema waziri huyo. Pamoja na mvutano huo, maafisa wa Afrika Kusini wamesema wana matumaini kuwa kutokuwepo kwa ujumbe wa Marekani kunaweza kusaidia wanachama wa G20 kufikia makubaliano ya tamko la mwisho la mkutano huo, jambo ambalo litakuwa ushindi wa kidiplomasia kwa urais wa Afrika Kusini katika G20. Wadadisi wa siasa wanasema mvutano huu unaonyesha changamoto mpya katika uhusiano wa Marekani na mataifa ya kusini mwa dunia, hasa wakati ambapo nchi kama Afrika Kusini zinazidi kusogea karibu na BRICS na washirika wa mashariki kama Urusi na China.